Mambo vipi mtazamaji wa Ole TV, siku ya leo tumefika hapa maeneo ya uwanja wa KMC, na kubwa zaidi ambalo limetuleta hapa ni kuzungumza na meneja wa uwanja, Hussein Mrisho Kipindula, aweze kutuelezea kwa uzuri mara baada ya uwanja huu kufungiwa na kufunguliwa, nini ambacho kinaendelea. Usikae mbali, mimi naitwa Teresia Severine. tuungane kuzungumza na Hussein. Ah, kwanza tunashukuru Mungu maana unapopata kadhia kama hii ya kufungiwa uwanja then ku recover kwa wakati ni, nashukuru Mungu. Maana kuna wenzetu wengine wanapata kadhia, mtu anakata wiki mbili mwezi miezi miwili, lakini sisi although ni ndani ya wiki tume, tume recover fast na tumerudi tume vizuri, kwa hiyo tunashukuru Mungu katika hilo, lakini ni kuhakikishia tu kwamba hali ya wanja iko nzuri kama, kama mamlaka waliona kama kuna changamoto hizo za kutatuliwa then wakaja wakakagua tena mara ya pili wakaona zimekuwa solved maanake sisi tuko salama na tuko vizuri kwa ajili ya kuendelea na mechi rasmi za ligi. Kuna timu za ligi kuu ambazo zilikuwa zina, zinatumia uwanja huu wa KMC. Hmm. Sasa mara baada ya tamko na mnasema mmesha recover kila kitu, mnawaambia nini? Uh, bado tuko nao kwa sababu KMC hapa ndo nyumbani kwake. Tulipata changamoto wakiwa wana mechi moja ya nyumbani ambao wali tulicheza kule Rwangwa. Na tunashukuru Mungu tum, na tumefanikiwa kupata ushindi, lakini bado tume, wanapata safari ya kurudi, tukapata taarifa tena njema ambazo uwanja wetu umerudi. Kwa hiyo bado wapo na hata, hata siku kadhaa za nyuma, kama unakumbuka, msemaji wa Yanga alisema kwamba sisi hatujaondoka KMC, ila kuna changamoto ambazo tumeletewa tume, tume lete, tume kutoka kwa kwa shirikisho tumewashirikisha, ambao wenzetu ambao ni wamiliki wa uwanja wakaomba muda, na kweli walituletea sisi, tukaomba muda, tunaomba muda tusolve tatizo na wakatugia muda tunashukuru Mungu, ndani ya muda mfupi zaidi ya tulivyotarajia tukawa tumesolve, then tukawarudishia wao, wakawasilisha kwa mamlaka, uwanja umefunguliwa. Kwa hiyo na wao pia naamini bado tuko nao, kwa hiyo tuna kuendelea ku, ku, ku, kuwasimamia katika mechi zao za ligi. Mara nyingi viwanja ambavyo vinakuwa vinafungiwa baadaye vinafunguliwa vimekuwa na, na kazi ya hiyo, yani mfululizo wa hayo matukio. Sasa hmm. ninyi kama sehemu ya ambao mnasimamia uwanja huu wa KMC Mmejipanga vipi kuhakikisha tukio hili alijirudi tena? Mm, unapopata changamoto ndipo unapojifunza. Kama sikosei, hili inaweza likawa tukio la kwanza. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kupata changamoto, maana yake tunajua tuna, tunajikwaa wapi. Kwa hiyo na sisi tunapata tuna, tuna, tuna pale pa kuamkia. Kwa hiyo changamoto mara nyingi humuimarisha mtu, kwa hiyo tunashukuru. Kwa hiyo changamoto, although haikuwa nzuri, lakini inatu inatuamsha kwamba tunatakiwa tuendelee kwa namna gani kwenye usimamizi wetu wa uwanja kwa maana hiyo kwa upande wangu mimi nitasema tunashukuru tuna, tuna tumepata kama vile ki, tuseme kishawishi au kichachawizi cha ku kuwa, kuwa, kuwa makini zaidi namna gani ya usimamizi na utunzaji wa hivi viwanja. Kwa kwa upande wetu sisi tuwahakikishie tuwahakikishie tu wadau na wapenzi wa mpira hasa wanaokuja kutazama mechi KMC Complex kwamba tume, tumejifunza na tunaendelea kujifunza ili mradi tusirudie makosa ambayo yalitokea mwanzo ili tuendelee kuwa imara then ligi yetu ishe salama. Tukiachana na masuala mazima ya viwanja kufungiwa, kuna tuzo za ligi kuu ambazo zinatoka sana sana zinahusisha hmm, wachezaji, makocha pamoja na viwanja. Kuna viwanja mara kadhaa vimekuwa vikitokea kwenye hizo tuzo, kwa mfano Tanzanite kwa raha na viwanja vinginevyo ambavyo vimepewa tuzo mbalimbali kwa miezi tofauti tofauti tofauti, yeah, ninyi kama wasimamizi wa KMC mnadhani nini kipo kwenye viwanja vingine ambacho kwenu hapa hakuna na hatuaoni mara nyingi kwenye tuzo za Kiafrika. Uh, nikisema mimi mnadhani nini kipo na kwenu hakuna? Naweza nikawa sio sahihi, kwa sababu unapoandaa tuzo unakuwa na kategori zako, kwamba kuna vitu unazingatia. Kwa hiyo nadhani mamlaka, kuna vitu unazingatia kutoa hizo tuzo hmm, labda kwetu hawajaiona. Kwa hiyo naamini na sisi kama nilivyosema mwanzo tunaendelea kujimarisha ili kuwa bora kwa kitu ambacho naamini ipo siku na sisi tuta qualify kwenye hizo category ambazo zinasababisha wapewe tuzo na sisi tutapata. Kwa hiyo wakati wetu ukifika na sisi tutapata. Kwa hiyo tu tunaendelea tu kujimarisha ili kuwa bora kama nilivyosema, tumefungiwa, tukajifunza, tunaendelea kujifunza, then kesho tutakuwa imara zaidi, tutapata tuzo. Sawa, tukiachana na swala hilo mambo mengine ambayo sasa nadhani sio ya kimpira sana, lakini uwanja wa KMC unaruhusu shughuli mbalimbali kwa mfano za kisiasa za kidini na kama unaruhusiwa utaratibu ukoje? Mm, kwa sasa ha, ha, ha, haziruhusiwi. Okay. Eh. Kwa muda gani labda mtaruhusu hilo au bado mnaona kuna vitu bado havijakamilika kuruhusu hilo? Eh, ili kuruhusu uwanja utumike kwa shughuli hizo. Okay. Maanaake unakuwa unaalau watu wa, wa, waweze kuintafia kwenye hii pichi hapa sasa wichi, ambazo kitu ambacho ni sio sahihi, kwa sababu mtu atakuja na bigi, atakuja na biskuti, atakuja na pombe labda, atamwaga kitu ambacho sio sahihi kwa usalama wa hii pichi. Kwa hiyo ili tuweze ku, ku, kuweza kufikia hatua hiyo, maanake lazima tuwe na tuwe na pitch cover. Kwa hiyo kwa, kwa kipindi hiki nimesema bado, kwa sababu utaratibu wa kupata pitch cover bado haujakamilika. Kwa hiyo once utakapokuwa tayari umekamilika, ta, tutatoa tuta, taarifa tuta, kwamba sasa KMC tuko tayari kupokea kila aina ya tukio kwa sababu tume tumekidhi hivyo vigezo vyote ah, uh, kibaya zaidi au kizuri zaidi, mechi za usiku ni, ni, ni hitaji la timu au ni takwa la timu. Kwa hiyo kuna timu wanatamani kucheza usiku na kuna timu hatamani kucheza usiku, na sio tu timu, nadhani ni pia ni takwa la wasimamizi wa ligi, kwa maana TFF na bodi ya ligi. Kwa hiyo wao wakisema kwamba mechi icheze usiku, wenyewe kubaya na vilabu husika, si tunalau wala tuna shida, kama nilivyokwambia uwanja wetu unaokodisha kwa hiyo, hata KMC mwenyewe anapocheza hapa analipia, although inaweza ikawa sio kiasi kiacholipia wengine, lakini pia naye analipia. Kwa hiyo yeye mwenyewe akisema anacheza usiku, manake ni yeye na wasimamizi wa ligi, maana bodi ya ligi na TFF wakikubaliana, wakaribie. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu tuko tayari, ila kwa matakwa ya klabu na wasimamizi wa ligi. Na kuhusu kukodi na vitu kama hivyo, gharama unaweza ukatuambia? Uh, kukodi uwanja kwa sasa, kwanza lazima ifahamike, sisi tunahudumia timu za, tu timu za ligi kuu tu na timu za ligi ya wanawake, kwa ishu ya mazoezi na ishu ya mazoezi na ishu ya mechi. Kwa maana mazoezi zinaruhusiwa timu za kigeni na mechi timu za kigeni na timu za, timu za ligi kuu na timu za ligi ya wanawake. Kwa haya madaraja mengine haturuhusiwi, hatujaweka hatu huo utaratibu, na maana gharama zake ni zile zile ambazo nazisema siku zote. Kwa timu ya ligi kuu kukodi kwa mechi moja ni milioni sita. Kwa timu kwa ishu ya mazoezi timu ya ligi kuu wili, ligi kuu sesheni moja masaa mawili ni laki tatu, ligi wanawake alikadhalika ni vile vile. Kwa hiyo kwa wao wao, kama wana range kwenye hivyo vigezo, kwa maana una, una sifa kucheza ligi kuu au upo ligi kuu au ligi ya wanawake, karibu kwa gharama hizo, ila kwa wengine bado hatujawekea utaratibu wao.